Taifa, nini hatua ni waombe waendelee kwa wamoja waifanye kazi ya mshikamano, hata kama zimebaki wiki mbili wiki tatu mwezi mmoja sisi tupambane kuwaletea maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha hususani jiji letu la hapa Arusha. Baada ya kusema, mheshimiwa naibu waziri mkuu, nimpongeze pia kaka yangu Mrisho Gambo. Sema kwanza wakoni Alushole. Nampongeza kwa sababu moja kubwa Kato. Kwa sababu moja kubwa juzi ameomba radhi bungeni, amechonganisha chonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mbunge nani mkwango wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisishaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, lakini sasa za hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. na msifu kwa sababu aliomba radhi, alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge na bunge. asiwe kwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwake, moja, aombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao, kwa sababu bila kufanya hivyo, kojeni mzee Mangi amesema hapa, safari ya mbinguni. Hata mimi nitaka mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata kwelu, na mwita wazi wetu mwongo design no iliyokuwa kujengwa hii, nimemwomba Waziri Mchengerwa, design iliyokuwepo no ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka bajeti ile kwenye bilioni 30. Ni, ni faida ya wananchi wa jiji la Arusha. Alafu na mwita waziri wetu Mwongo, kwa kuwa bunge limemsamehe na mimi moyoni wangu sasa shaka naye lakini shari langu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hapa nimechomekea tu, kwa sababu wajanja wajanja wanapokuwa wengi, mahala utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa, nitakula